Hivi punde katika meza yetu ya habari tumepokea taarifa mpya na mbaya sana inayohusu ajali kumhusu kiongozi mwingine mkubwa ambaye ni naibu waziri ofisi ya waziri mkuu Tamisemi anayeshughulikia masuala ya elimu, Mheshimiwa Reuben Kwagilwa. Taarifa zinaeleza kwamba naibu waziri huyo ofisi ya waziri mkuu Tamisemi anayeshughulikia masuala ya elimu, Mheshimiwa Reuben Kwagilwa amepata ajali majira ya saa tisa usiku katika wilaya ya Tunduru mkoani Ruvuma. Ajali hiyo imetokea wakati Muheshimiwa Kwa Gilwa akiwa safarini akitokea mkoani Mbeya ambako alihudhuria ziara ya waziri mkuu na kuelekea mkoani Lindi kwa ajili ya kuungana na ziara nyingine ya waziri mkuu Mheshimiwa Daktari Mwigulu Lame Kinchemba. Hata hivyo, tumetaarifiwa kuwa hakuna aliyepoteza maisha wala kupata madhira makubwa katika ajali hiyo, ambapo tunafuatilia kwa karibu tukio hili na tutatoa taarifa zaidi e, kupitia hapa katika chaneli yetu hii ya Habari Kiganjani kadiri taarifa zitakavyopatikana kutoka kwa maafisa wa serikali na vyombo vya usalama vilivyoko eneo la tukio. Hii ni e taarifa ambayo imetufikia katika meza yetu ya habari. Habari hii imetufikia katika meza yetu ya habari tarehe 19 Disemba mwaka huu wa 2025 nasi tumeichakata na muda huu tunaisogeza kwako ili kusudi uweze kupata kufahamu na kujua ni kipi kinachoendelea kwa sasa ndani ya ardhi ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Lakini pia tumepata nafasi ya kupitia baadhi ya maoni ya wananchi mara baada ya kupokea taarifa za ajali ya kiongozi huyo. Kuna mmoja hapa yeye anasema hii iwe eh, hii iwe ni alert kwamba miundombinu mizuri ijengwe maana kama alivyopata yeye ajali eh, kama alivyopata yeye ajali leo, ndugu zetu na sisi wenyewe tunapata kila siku ajali kwenye hii barabara, ila viongozi e, wanakuaga kama hawaoni, kwa sababu wao sio waathirika wakuu. Narudia tena kuisoma, hii iwe ni alati kwamba miundombinu mizuri ijengwe maana kama alivyopata yeye ajali leo ndugu zetu na sisi wenyewe tunapata kila siku ajali kwenye hii barabara ila viongozi wanakuaga kama hawaoni kwa sababu wao sio waathirika wakuu. Kisha akamalizia kwa neno pole nyingi, Mungu na amfanyie wepesi. Lakini pia kunaye mwingine hapa, yeye amesema, ama amepata nafasi ya kusema huko Mbeya kuna nini? Jana maafande, leo mkuu wetu wa elimu. E, huyu amekumbushia stori ya watu watano waliopata ajali huko mkoani Mbeya, wakiwemo askari polisi ambao walifariki ajalini huku tisa wakijeruhiwa. Stori hiyo inaeleza kwamba watu watano walifariki dunia, wakiwemo askari wawili wa kikosi cha kutuliza ghasia nchini mkoa wa Mbeya na wengine tisa walijeruhiwa wakiwemo wanafunzi katika ajali ya barabarani iliyotokea saa kumi na mbili na dakika 15, siku ya Disemba 16, mwaka huu wa 2025, majira ya jioni. Taarifa ya polisi mkoa wa Songwe iliyotolewa siku ya Jumatano, Disemba 17, 2025 ilieleza kuwa ajali hiyo ilitokea eneo la Karasha, wilaya ya Mbozi, Mkoani Songwe kwenye barabara kuu ya Mbeya Tunduma. Ajali hiyo ilihusisha gari aina ya Mitsubishi Canter eh, mali ya Security Group of Africa SGA, tawi la Mbeya lililokuwa likitokea Tunduma kwenda Mbeya likiwa na askari polisi wawili waliokuwa wakisindikiza fedha, pamoja na pikipiki aina ya Fecon na gari aina ya Toyota Coaster lilokuwa likitokea Mbeya kwenda Tunduma. Taarifa hiyo ya polisi iliwataja waliofariki dunia kuwa ni askari H742 CPL o Chirungu Misango Joni na WP15582 PC Amina Jafari Hamisi. Mbali na askari hao wa polisi mkoa wa Mbeya, katika ajali hiyo watu wengine watatu walifariki dunia, huku wengine tisa wakijeruhiwa na kupelekwa hospitalini kwa matibabu. Wengine waliofariki ni Adam Martin mwenye umri wa miaka 38, dereva wa Toyota Costa, dereva wa pikipiki ambaye jina lake halijafahamika pamoja na abiria wake ambaye pia hakufahamika. Aidha, majeruhi katika ajali hiyo walikuwa ni Mariam Charles Kipangula mwenye umri wa miaka 30, mkazi wa Mlowo, Getruda Jeturud, uh, Mdulo mwenye umri wa miaka ishirini, mkazi wa Chimbuya MG 291715 tisa. Shukrani Nduka mwenye umri wa miaka arobaini, mlinzi wa SGA mkazi wa Mbeya. Gadi Myegeta mwenye umri wa miaka 46, kondakta wa Costa mkazi wa Mbeya na Mariam Ramadhani mwenye umri wa miaka, mwenye umri wa miaka 37, mkazi wa Mbeya. Wengine ni Orines Ngoda mwenye umri wa miaka kumi na nne, mwanafunzi wa kidato cha pili shule ya sekondari Joy Girls Tukuyu. Hosea Ngoda mwenye umri wa miaka saba, mwanafunzi wa darasa la pili shule ya msingi Julius, mkazi wa Mbeya. Ee, Samuel Mbeyela mwenye umri wa miaka arobaini na mbili, dereva wa Kenta, mlinzi wa SGA na mwanamke ambaye hajafahamika E, aliyekadiriwa kuwa na umri wa miaka ishirini na nane hadi thelathini na moja. Polisi wamesema uchunguzi wa awali umebaini chanzo cha ajali ni uzembe wa dereva wa kosta aliyegonga pikipiki iliyokuwa mbele yake kisha kupoteza mwelekeo na, kugong, na kugongana uso kwa uso na gari kenta, hali iliyochangiwa na mwendo kasi katika eneo la makazi ya watu. Jeshi la polisi mkoa wa Songwe lilitoa wito kwa madereva wote kuzingatia sheria za usalama barabarani hususani kuepuka mwendo kasi na kuzingatia alama, michoro na kanuni za usalama barabarani e, ilieleza taarifa hiyo. Aidha, imesisitiza madereva kuendesha kwa tahadhari katika maeneo ya makazi ya watu ikitambua kuwa utii wa sheria ni msingi wa kulinda maisha ya watumiaji wote wa barabara. Nimeona ni kupitisha katika stori hii ya watu watano wakiwemo askari polisi waliofariki dunia kwenye ajali e, iliyotokea huko mkoani Mbeya, huku tisa wakijeruhiwa, kufuatia maoni ya huyu bwana aliyeyatoa kwa kusema, huko Mbeya kuna nini jana maafande Leo mkuu wetu wa elimu, ambapo e, naibu waziri huyo, ofisi ya waziri mkuu TAMISEMI anayeshughulikia masuala ya elimu, mheshimiwa Reuben Kwagilwa e, aliipata ajali e, mkoani Mbeya ambapo hakuna aliyepoteza maisha wala kupata madhira makubwa katika ajali hiyo. Hii ndio imekuwa habari ambayo tumekuwa nayo muda huu katika meza yetu ya habari, nasi tunaisogeza kwako kwa, ili kwa kusudi uweze kupata kujua